Sababu hakuna kitu ambacho anaweza akakionesha ila in terms of performance na timu inavyozidi ku grow na nafikiri Fadlu amefanya kazi nzuri sana. Uh, wakati Anwar ali hapa anazungumza ana, ana, ana, kuhusu takwimu kwamba Simba walikuwa na game plan nyingine. Mimi nikiangalia team sheet ya Simba nafikiri na game plan ilikuwa haikuwa kukaa nyuma. Ilikuwa we are going for it. Yaani Fadlu alikuwa ameiseti ile team ni kwamba tukashinda hata ugenini. Nafikiri ndio mindset yake jinsi ilivyo. Nilizungumza hapa last week, mimi siamini Fadlu kama ni aina ya kocha ambaye kabla mechi haijaanza tayari ameshajiandaa leo naenda kukaa nyuma. Ni tunasema game state, yaani game state, maana yake kile ambacho kinachotokea wakati mechi inaendelea ndio ambayo inaenda kukulazimisha we ufanye kitu gani kingine, na ndio maana hata substitution kumtoa awa kuingia Debora, uh, Deborah Fernandez ni tayari hiyo ishara kwamba nini anachokihitaji, kwamba okay, kama hatuwezi kushinda basi tusifungwe. Ndivyo ambavyo inavyotakiwa, naye mwenyewe aliona kama mechi nzima. Ana takwimu hapa, wametengeneza nafasi moja tu, kwa hiyo inakuonyesha kwamba okay, naye hapa amezungumza Fadul, kwamba mechi nyingi sana wamekuwa wanatawala sana mchezo, and then mechi ya jana imeonyesha upande mwingine wa shilingi, kwamba inabidi wachimbe matokeo, wafight wayapate imetokea wamelazimishwa kwa vile kwa hiyo lazima umpe pia credit Stellenbosch kwamba alimlazimisha Simba atoke katika mpango wake wa kwanza wa kucheza game ambayo tunataka tuwafungue Stellenbosch na kufunga magoli, pengine kupata goli la ugenini, na ndio maana hata first half unaona Simba pia wanavyocheza. Kwa hiyo baadaye, yani, ikawa ni kwamba nani alikuwa anashinda mipira ya pili mingi. Stellenbosch alianza kushinda second balls za kutosha Stellenbosch alianza ku win duels za kutosha, ile mipambano moja kwa moja kuwania mpira. Na nafikiri kitu ambacho kiliwaangusha Stellenbosch ni kwamba walikuwa wanashambulia na, na wachezaji wachache kwenye penalty box wa Simba. Mipira mingi ilikuwa ikipigwa, unaweza ukamkuta Diong yuko na Hamza pamoja ya Shamu, na wakati alitakiwa waongezeke na watu wengine kama unafuku, unafukuza matokeo kwenye penalty box ukiwa unashambulia na watu wachache, I mean walinzi wa timu pinzani wanakuwa wana enjoy. Na hata pembeni ya uwanja huduma ilikuwa inatoka, ilikuwa haitoki sana kwa wide players, ilikuwa inatoka kwa full backs, na sio full backs, ni full back mmoja tu basadi, kwa sababu hata yule upande wa kulia alikuwa apeleki yani cross ambazo ni nzuri kama yule full back wa kushoto. Nafikiri yule ndo alikuwa danger man wa Stellenbosch kote, unaweza kutafuta timu nzima, mchezaji hatari ni fullback wa kushoto, na hiyo inaweza ikaenda kupeleka ujumbe mkubwa sana hata kwa viongozi wa Stellenbosch kwamba yani inawezekanaje katika timu nzima ambayo imetinga nusu fainali, afu katika mechi ya fainali ya nyumbani mchezaji hatari kuliko wote ni fullback wa kushoto? Na alikuwa fullback ni kwa sababu ya delivery zake, iwe kona, iwe foul, jinsi alivyokuwa anapiga. Kwa Simba, jinsi wa defend na kubaliana watu wanavyotaja kuhusu Kamara, lakini kuna kazi moja ni ngumu sana ya kuzuia kwenye penalty box. Kwenye penalty box ni sehemu ambayo hakuna chumba cha makosa. Ukikosea kwenye clearance, unajifunga. Ukikosea pia clearance umepiga fupi mtu ka, kaweka. Ukikosea kwenye mahesabu yako umefanya foul. Yani kwenye penalty box pale ni karibu sana, yani upo karibu kweli kweli kufanya kosa ambalo linapelekea goli. Ko, kwa, kwangu mimi pongezi namba moja, of course timu nzima, lakini Shamu pamoja na Hamza ile box defending walioifanya jana. Basi master class ndivyo anavyotakiwa kufanya box defend. Mi nimezoea kuiona kwa Rabi na Abdul Monem kabla hajaondoka kuelekea Ufaransa. Wale alali, ilikuwa ukienda kuwashambulia Rabi na Abdul Monem, piga cross unavyotaka, piga cross hata ya buku, yani jinsi watakavyozuia kwenye lile box, blocks header kuflick clear vyovyote vile ili mradi tu golikipa kwake usifike. Ndivyo alivyofanya. Sehemu moja tu ambayo walikosea, na ndo hiyo ilikuwa offside. Ndo pale Stellenbosch walifunga goli ni kwa sababu Hamza alikuwa ameenda kukava sehemu ya Mohamed Hussein ambaye alikuwa out of position, lakini kama Mohamed Hussein pia angekuwa katika position sahihi, maana yake Hamza yuko ndani, kwa hiyo hakuna namna yote De Jong angejikuta wani viwani na shamu, maana yake kungekuwa na mtu mwingine. Lakini ni incident hiyo moja, zingine zote kwenye box defending ilikuwa top, nafikiri na ndio namna ilivyo na, na hata Fardo amesema mechi hizi za kafu unatakiwa kumanage vizuri. Kwa huwezi kushinda, huwezi kufunga goli basi usiruhusu goli, na ndicho ambacho wakifanya Simba kwao, walilazimishwa kuzuia na waka waambia kwamba Stellenbosch, mnatulazimisha kuzuia mm -hmm, na bado tena tukazuia kwa kwa ubora vile vile. Kwa ni kama vile labda Stellenbosch walikuwa wanataka kuona upande wa pili wa, wa shilingi wa Simba. Waliona pale amani kwamba Simba in possession ni hatari Je, yeah, tunaweza tukawatesti test Simba kuwaona bila mpira wanapotakiwa kuzuia, wanaweza wakazuia vizuri, na kweli Simba wamezuia vizuri nakua na kuwa na wale wawili Mpanzu na Kibu, kwa namna fulani ilikuwa ni kama walinzi wa Stellenbosch wana hand break, kwamba twende, ikipigwa counter tuweza tukafukuzana nao wale, kwa nafikiri kiasi fulani vile uwepo wao uwanjani wale wawili ni kama ilikuwa inawalazimisha ina, ina Stellenbosch wasikomiti wachezaji wengi kwenda mbele kwa kofia counter attack, kwa sababu wale waache 1v1 tu ni hatari, na imagine labda wakiwa 2v2 yani wawili wao na wawili wa timu mpinzani I mean hatari inakuwa ni kubwa sana. Wanafikiri Simba matokeo waliowapata wameyapata ni kwa sababu ya kuonesha sura ya pili ya mchezo wao, nini wanachoweza kukifanya bila mpira. Sawa hapo hapo, tukiwazungumzia uh, Stellenbosch mmoja kati ya silaha ambao walikuwa wakiitumia hati mtuliona ni mipira mirefu na ile ya kurusha, pengine waliona kuna udhaifu katika eneo la ulinzi wa, wa Simba, ndio maana ikawa namna hiyo. Hapana, ah, inaonekana zaidi imebezi kwenye, inaonekana zaidi, ni mpango. Unajua, mipira ya kurusha ni miongoni mwa silaha ambazo ukiniuliza mimi, katika mpira wa kidunia kwa ujumla, sidhani kama zinatumika effectively. Ukiniuliza mimi, yani watu wengi huwa wanauona mpira wa kurusha kama ni sehemu tu ya kurudisha tena mchezo kuwa hai, lakini ukweli ni kwamba kwa western timu inaweza kupata mipira ya kurusha 19 kwenye mechi. Sasa imagine wewe una watu ambao wanaweza kurusha mipira mirefu, maana katika hali ya kawaida, kama timu inaweza kupata nafasi 19 na za kupata mipira ya kurusha kwenye mechi, maanake Una... tena hiyo mipira 19 ya kurusha iko kwenye nusu ya mpinzani wako, na kusudia maana yake kama una watu ambao wana uwezo kama una... kama una watu ambao wana uwezo mwanaidi wa kurusha hiyo mipira, maana yake hiyo ni silaha tosha. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, swala la Stellenbosch kuwa na ule utaratibu wa kurusha mipira mirefu sio zaidi kwamba ameona udhaifu kwenye upande wa Simba ni kama ambavyo tulikuwa tunawaona Stock City miaka ya 2008, 2009 walipokuwa na mtu kama Rory Delap. Yaani, ule ulikuwa ni mpango, kwa sababu yule ni mtu ambaye alikuwa tangu yuko shule alikuwa na uwezo sana wa kurusha mishale kwa, katika hali ya kawaida, ana nguvu za mikono. Kwa hiyo Stock wakaona kwamba hii ni nafasi ya kuitumia opportunity ya mipira ya kurusha. Na tunaye, na uzuri ni kwamba Stellenbosch wanaye mtu ambaye anaweza kurusha hiyo mipira, kwa hiyo nafkiri zaidi ni kwenye namna ambavyo Stellenbosch kwao ile inakuwa kama ni silaha ambayo wao wanaitumia, sio sana sana udhaifu kwa upande wa Simba. Lakini nikija pia kwenye ishu ya namna ambavyo Simba wanazuia Mwanaidi, nafikiri Simba wameimaster vizuri sana ya kuzuia. Unajua, ukitizama kwenye michuano ya kimataifa msimu huu wachezaji ambao wamepokea kadi za njano kwa upande wa Simba ni wanne tu. Kamara ana kadi mbili, Mpanzu, Kibu pamoja na Ateba katika hao wachezaji nimekutajia goalkeeper mmoja na nimekutajia wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la mbele watatu, lakini tangu michuano inaanza mpaka tunafika kwenye hatua tuliofika jana, hakuna mlinzi, mlinzi wa kati, kiungo wa kati, mlinzi wa pembeni ambaye amepokea kadi ya njano kwa upande wa Simba. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kwanza, Simba wanajua wapi wakulazimishe ushambulie, wakati wao wanakuwa wanalihami lango lao unajua Watu siku zote huwa wanaamini kwamba timu inayokuwa haina mpira basi haina control ya mchezo. Hapana, mi naweza kuwa na defend, lakini na kuchagulia wewe mwanaidi, wapi unishambulie mimi, na simba ni wazuri kwenye kukifanya hicho kitu. Yani jana kuna nyakati ambazo ulikuwa unawaona kabisa Stellenbosch, zipo nyakati ambazo unajua walifanikiwa mpaka kuingia kwenye box, kuna baadhi ya nyakati hasa first half, kuna runs zilitokea. Lakini ukiwatazama Simba, hata unapofanikiwa kuingia kwenye box lao huwa hawapanic, yani unawaona ni watu ambao wanajua wachukue position gani, mpira tunatakiwa tuwakisi, utapigwa wapi, nani awe pale tuzuie huwezi kwa...